Ayuha almustamiun alkiram, watukufu wa Kiislam wa na wote mnaotusikiliza katika kipindi chetu hichi chenye kuzungumzia historia ya maulamaa mbalimbali, maulamaa ahlusunna wal jamaa, maulamaa wa hadithi, maulamaa wa fiki, maulamaa wa tafsiri kadhalika, maulamaa wa tauhid wal aqida, na katika kipindi

na aliwahi kumuona sahabiyun jalil Maliki ibni Anas, na tutaangalia ismuhu wa mauliduhu, jina lake na kuzaliwa kwake. Kadhalika tutaangalia shuyuhuhu, mashekhe zake mbalimbali waliomsomesha yeye. Kadhalika tutaangalia talamidha tuhu, wanafunzi wake, ambao aliwasomesha ambao ni wengi mno na ambao ni miongoni katika maulamaa waliokuwa wakubwa mno katika fani tofauti kadhalika tutaangalia thana lulamai alaihi, namna yanazooni mbalimbali walipomsifu alimam al al Ayuba Sokhtiani, na vile vile tutazungumzia itibauhu lissunna wadhamuhu lilbidaa wa ahli, kufuata kwake mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasalam, na kuzitaja vibaya bidaa zote zenye kuzuliwa, kadhalika kuwazungumza katika namna ya kuwalaumu watu wenye kuzua katika dini ya mtume katika dini ya Allah tabarak wa taala. Kadhalika tutaangalia wafatuhu kufa kwake na mwisho tutaangalia almaraji'u walmasadiru marejeo mbalimbali ya vitabu, ambavyo, ya vitabu ambavyo vimezungumza historia yake. Kadhalika vyanzo mbalimbali ambavyo vimenukulu tarehe yake alimam ayuba Sakhtiani. ama ismuhu wa maulidu

ambaye ametoka katika mji wa Basra. Kila pamesema kwamba Abitamima alikuwa ni maula Juheina, ni wa Juheina yanzirubbani Kharshi, ambaye alifikia katika bani Kharshi. Yeye ni katika na huyo bani, bani Kharshi waliokuwa minsadati Basra, ni miongoni katika mabwana wakubwa katika watu wa mji wa Basra. Ama kuzaliwa kwake Abu Ayuba Sakhtiani, ulida Ayuba sanata 66 siti, amezaliwa mwaka 66 Hijiria, amezaliwa mwaka 600 alihijiria. Na Alimamu Dhahabi akasema amezaliwa katika mwaka ambao aliofishwa Sahabiyul Jalil Abdullah ibn Abbas katika mwaka wa 68, mwaka 68, mwaka aliofishwa Sahabiyul Jalil Abdullah ibn Abbas, ndio mwaka ambao alizaliwa Ayuba Sakhtiani. Wakala ghairu huna kasema wengineo ulida kabla aljarifi, alizaliwa kabla kutokezea ugonjwa wa jarifi, ugonjwa wa taun ambao ulijulikana kwa jina aljarifu al al, ambao ugonjwa huu ulitokezea katika mwaka 66 hijria, ulitokezea mwaka 69 hijria. Na ugonjwa huu walikufa katika mji wa Basra watu laki mbili walikufa watu laki mbili ulipotokezea ugonjwa huu, ugonjwa ambao ulipewa jina aljarifu.

ibn amri ibn salama Aljarmi. Kadhalika amesoma kwa Abu Uthman, amechukua elimu yake hadithi na elimu ya fiki na elimu nyinginezo kwa Abu Uthmana Abdrahman ibn mulla Abdrahman ibn mulla Annahdi, au wingine humwita Abdrahman ibn mali Annahdi, ambaye huyu aliudiriki Uislam, aliudiriki ujahiliya na kadiriki Uislam, na alifishwa mwaka 95 hijria.

Kadhalika miongoni katika mashekhe zake waliomsomesha Ayuba Sakhtiani na Abu Alia, Abu Alia Rufai bin Mihran Ariyahi, ambaye Rufai bin Mihran tuliona nyuma kwamba aliudiriki ujahilia na alislimu baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika um, alizaliwa katika uh, alif, alifishwa Rufai bin Mihran mwaka um, 93 Hijria, alifishwa mwaka um, 93 Hijria kadhalika miongoni katika watu ambao waliomsomesha e, eh, Ayuba Saktiyani ni Abdullah ibn Shaqiqi al-Uqayliya al-Basri ambaye huyu alifishwa mwaka 108 Hijria, mwaka 108 Hijria. Kadhalika miongoni katika mashekhi zake vile vile mashekhi zake wakubwa ni Abi Kalaba, Abi Kalaba Abdullah ibn Zaidi al-Jarmi ambaye alifishwa mwaka 104 Hijria. Kadhalika vile vile katika miongoni katika watu waliomsomesha E, tabiina huyu Ayuba Sakhtiani ni tabiina Mujahid ibn Jabri Abul Hajaji Maki al Makhzumi, mwanafunzi mkubwa Abdullah ibn Abasi alichukua tafsiri ya Quran kusikilizwa mara tatu, nasema: nimesikilizwa araqul qur'ana al, al abn abasi thalatha aradhat, mimi nimesikilizwa Qurani kwa Abdullah ibn Abbas mara tatu kwani miongoni katika mashehe zake Ayuba Saktiyani ni tabiina huyu Mujahid Mjabri Abul Hajjaj Makki Abu Abdillah. Kadhalika, miongoni katika mashehe zake wengine wale msomesha ni Hasan Basri, Hasan Basri na wengine vile vile Muhammad bin Sirina Al Ansari Abu Bakri, eh, ni kibari tabiina Muhammad bin Sirin, miongoni katika matabiina wakubwa, vile vile ni katika mashehe zake Ayuba Saktiyani Ayuba Saktiyani ni miongoni mwa shehe zake ni Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ni kibari tabiin, yeye miongoni katika matabina walikuwa wakubwa, na kama mwalimu wa fani ya ndoto, mwalimu wa fani ya ndoto, lahu kitabu arruya, e, tabiri ruya na kitabu cha e, masala ya, e, ruya. Nakumbuka kinaitwa tabiri ruya au tafsiru ahlam, tafsiri ya masala ya ndoto, lakini wako wanaosema kama kitabu hichi kimenasibishwa kwa kwa Muhammad bin Sirin lakini si katika kitabu chake, kwa sababu Muhammad bin Sirin katika miongoni mwa ulama wakubwa kubwa alusuna wal jamaa, na ambao walikuwa mbali sana na katika mambo ya kuzua katika dini, na huko mna baadhi ya mambo ambayo yamezungumza ya, lakini utaona kwamba haya hayakusahihi kwa hiyo wako wanasema kwamba kitabu hicho eh, tasiru ahlam si katika kitabu chake Muhammad ibn Sirin. Hasa ukiangalia wakati huo wa matabina wa mwanzo, masuala ya utunzi ilikuwa hujaanza Masala ile tadwini ni ilmu, masala ya kuhifadhiwa na kuandikwa elimu. Ukiachia mbali e, Qur'an, Qur'an tayari mtume aliyokishakwambia masahaba wake e, wake wa kutubu ani al-Qur'an, yandikeni Qur'an. Kwa hiyo mtu kulikuwa na, na wandishi wa Qur'an ambao walikuwa wakiandika Qur'an tu, na mtume kasema msiela taktuba ani ghaira al-Qur'an, msiandike kutoka kwangu mimi isipokuwa Qur'an wa man kataba ghaira al-Qur'an na yote ambaye imeandika jingine sio kwa Qur'ani, kwa maana maneno yangu faliamhuhu, na afute. Kwa hiyo katika kipindi cha mwanzo Qur'ani ilikuwa imeandikwa, lakini hakuna hadithi ambazo zimeandikwa kwa mpaka kipindi cha matabiina ilikuwa imeandikwa hadithi, lakini elimu nyingine mbalimbali hazijakusanywa. Kwa hiyo Muhammad bin Sirin unasema kwamba hakuandika kitabu hicho, si kitabu chake Tafsir al-Ahlam, sabia ni katika matabina, tena katika matabina wakubwa, bado elimu ya, ya uandishi wa hadithi ni elimu mbalimbali hazijaanza kabisa. Elimu ya zuhuri, za hadith na elimu nyinginezo zilianza katika kipindi cha alimamu Zuhri, kama tulivyomzungumza mtu mwanzo kabisa kuandika kuiandika elimu wa Imam Zuhri. Ni Imam Zuhri ndio mtu ambao aliandika elimu mbalimbali ikiwemo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri ya Amir Mu'mina Omar bin Abdul Aziz. Kwa Muhammad bin Sirini wanasema kwamba hichi kitabu Tafsir Ahlam hakikuwa ni kitabu chake. Kwa Muhammad bin Sirin ni katika miongoni mwa katika mashekhe zake wakubwa Ayuba Sakhtiani, Muhammad bin Sirin Abu Bakri, ambaye Muhammad bin Sirin amekufa mwaka 110 Hijria. Kadhalika miongoni katika mashekhe zake Ayuba Sakhtiani ni Bibi Muadha binti Abdullah al-Adawi al-Basriyah. Huyu ni mama ambaye alishika ali elimu sana na alisoma, sahaba, alisoma ana, na oyu, bimuada, yani thalitha, nausima, kwa masahaba alisoma kwa masahaba wengi sana kwa hiyo, alikuwa ni miongoni katika mashekhi zake Ayuba Sakhtiani, na huyu mama Muad, bibi Muadha binti Abdullah al-Adawiya al-Basariya yani katika tabaka la tatu la matabiina, min tabakati thalitha, miongoni katika tabaka la tatu la matabiina. Kadhalika vile vile wako wanaosema kwamba Ayuba Sakhtiani alisomeshwa vile vile na Hassa binti Sirin, kaka yake Muhammad bin Sirin Hassa

na hambu na na hawa wa hu wa hu wa huma min shuyukhi min na wana katika miongoni katika mashekhe zake Muhammad ibn Sirin na Amr ibn Dinar, na miongoni mwa mashekhe mashekhe zake kadhalika vile vile. Katika miongoni katika wanafunzi wake walio msomesha yeye, katika miongoni mwa wanafunzi wake aliyowasomesha yeye ni Imam Zuhri, Imam Zuhri wa Katada ibn Duama, na Katada ibn Duama wa Yahya ibn Abi Kathir na Yahya ibn Kathir wa Shu'ba, wa Sufyan ibn Said al-Thawri na Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri amekufa mwaka 161 Hijria. Kwa hiyo al-Imam Ayub Saqtiani amesomesha wengi katika watu mbalimbali na aliosomesha watu watatu ambao walikuwa na majina Sufyan. Watu watatu ambao walikuwa na majina Sufyan. Sufyan ibn Said al-Thawri aliyekufa mwaka 161 Hijria na Sufyan ibn Uyayna al-Hilali Al-Kufi thumma Al-Makki alikufa mwaka 198 Hijria. Kadhalika, vile vile mwanafunzi wake mwingine ambaye pia alikojulikana kwa jina la Sufyan, Sufyan ibn Musa Al-Basri, Sufyan ibn Musa Al-Basri e, pia ni katika miongoni katika wanafunzi wake. Kadhalika, miongoni mwa wanafunzi wake aliwasomesha ni Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani pia panasema ni katika miongoni katika wanafunzi wake kwa maana miongoni katika wanafunzi wake Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari al al miongoni katika wanafunzi wa al-imam Ayyub Sakhtiyan min sighari tabiin. So Imam Malik, yani, kuna tabiina, Imam Malik anakuwa ni imam si, si tabiina. Malik ibn Anas ni imam na Ayyub Sakhtiyan yani, katika min sighari tabiin, ni katika matabiina wadogo, kwa hiyo

Tunamjua amekufa ame mwaka mia moja sabini na tisa hijria. Kadhalika miongoni katika wanafunzi wake al-Imamu Ayyub Sakhtiani ni Ma'maru ma ibn Rashid al-Azdi na mwengine Huwaybi ibn Khalid al-Bahili na mwingine Abdullah ibn Abi Amri al-Raqi al-Asadi Abu Wahb ambaye na huyu bwana alitabiina huyu alikufa wa mwaka mia moja sabini, mwaka mia moja sabini Imam

hayo ndio maneno ya Hassan Basri kuonesha kwamba Ayuba Sakhtiyani alikuwa ni mtu mkubwa sana, ni mtu elimu sana, ni ulama mkubwa. Wakana Muhammad bin Sirin na alikuwa Muhammad bin Sirin atabi'i, e, min kibali tabi'ina. Idha haddatha Ayub wakatina, anapomzungumza Ayub bil hadith anapomsimulia, e, idha haddatha Ayub bil hadith anapomsimulia, Ayub kumsimulia Muhammad bin Sirin basi yakuli Muhammad bin Sirin alikuwa akisema haddathani Saduq amenarisiya mimi, mkweli. Yani alimam ibn Sirini amechukua elimu kwa Ayuba Saktiyani. Wakana Muhammad ibn Sirini, idha hadatha Ayub, anapochukua hadithi kutoka kwa Ayuba Saktiyani, bila hadithi, kwa hadithi yoyote ile, basi yakula, alikuwa akisema Muhammad ibn Sirini, hadathani sadiq, hadathani as-Suduk, amenarisiya mimi mtu ambaye ni mkweli sana. Na hii Suduk ni katika min al-fadhi taadili, ni ngonwa al

Kala Ayubu ibn Sulaimana ibn Bilali kuntu li Ubaidillahi ibn Umar, nilisema mi kumwambia Ubaidillahi ibn Umar araka tataharra liqaa iraqiyina fi lmusim, na kuona kama unajihimiza sana kukutana na watu wa Iraki katika msimu wa hija, naona kama unapokwenda kuhiji hasa katika msimu wa hija unajihimiza sana kukutana na kukaa nao watu wa Iraki, kwa nini unafanya hivi? Fakala Kasimu, wallahi ma afrahu fi sanati ila ayama almusimi alka aqwaman qad nawara Allah qulubam bil iman fa idha ra'aytum irtaha qalbi faminhum Ayyub. Naapa kwa jina la Allah, sijao hipo kufurahi katika mwaka wote katika miaka yangu ambayo nafanya ibada ya umra, eh, katika misimu ya um, ya, ya, ya hija, eh, kwa sijao hipo kufurahi kwa mtu yote ambaye nimekutana naye kuliko kukutana tu ambao Allah amewatia nuru katika nyoyo zao kwa kuwapa imani Fa idha ra'aytum irtaha kalbi, napoona watu wao basi moyo wangu mimi unapumzika, moyo wangu unaliwazika, moyo wangu unafurahika. Faminhum, miongoni mwa watu ambao mimi nakutana nao sana katika msimu wa hajj, ni Ayub, yani Ayuba Sakhtiani, maelezo yao yamekuja kwenye kitabu hili cha Hilyatul Awliya, juzuu ya tatu, safha nne. Wa qala Muhammad bin Saad, anasema Muhammad bin Saad, wa kana Ayyub thiqatan thabatan fil hadith, jami'an adala warian kathira lilmi li huja akimwadilisha, e, Ayuba Saktiani. Muhammad bin Saadi akimwadilisha Ayuba, anasema Ayuba alikuwa ni thika, ni mtu mwenye kuchukuliwa hadithi zake ni hoja, ni mtu ambaye ni thabati katika upande wa hadithi. Jamia na adala, alikuwa ni mtu ambaye amekusanya wingi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila bila kumadifu warian, alikuwa ni mtu mwenye uchamungu mwenye waraa ukiwacha dunia na uzuri wa dunia na stara zake, kathira la ilmi, ni mtu mwenye elimu sana, nyingi sana, hujja, alikuwa ni imamu al-hujja wa an-shubah. Qala an-shubah, amesema: hadathani Ayubu sayyidul fuqaha, aminalisia mimi Ayubu, na huyu Ayubu sayyidul fuqaha ndio bwana katika watu wa fiqhi, ni bwana, ni mmoja katika mabwana wakubwa katika watu wa fiqhi. Wa qala al-Imam Dhahabi, nakasima al-Imam Dhahabi, ilayhi muntaha fil-itqan, nakokeye Ayuba Sakhtiani ndio imefikia mwisho ili itkani katika masuala ya elimu. Mtu wa mwisho kabisa kufanya vizuri sana katika masuala ya elimu ni Ayuba Sakhtiani. Wakala abu hatim, na kasema Abu Hatim, abu abi Hatim, wasuila an ayuba, na aliuliza Abu Hatim kusema Ayub, fakala kasema: thiqatan la yusalu an mithlihi. Huyo mtu ni thiqa, hapo ulinzi kutoka mfano wake. Mtu kama huyo ni mtu mkubwa sana. Wakala Hammad bin Zaidi na akasema mwanafunzi wake Ayuba Sakhtiani Hamad ibn Zaidi, Ayuba indi afdhal Ayuba, kwangu mimi ni mtu mbora sana, min jalastuhu min jalastuhu, kuliko wale ambao nilokaa nao, ashaddu itibali sunna, na huyu ni mwingi wa kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamad ibn Zaidi ni katika maulama wakubwa ambao wamemsifisha, wamemwafikisha. Imam Ibn Hibban akasema Hamad ibn Zaidi ni katika watu ni katika fiqh, hata Imam Nasa'i vile vile msimu ni katika fiqh wa khala wa rajul min ashab al-ahwa na alisema, mtu mmoja kumwambia Ayuba Sakhtiani, katika watu wenye kuzuwazua katika dini, mtu mmoja mzushi alisema ya aba bakri, as'aluk ewe aba Bakri, yanamkusudia Ayuba Sakhtiani, na kuuliza an kalimat, na kuuliza neno moja tu, naomba nikuulize neno moja tu. Fawala, hapo hapo akageuza mgongo wake Ayuba Sakhtiani, wa huwa yakula, anaondoka huko, anasema wala nisfa kalima, wala nisfa kalima sitaki kuulizwa na wewe hata nusu ya neno hata nusu ya neno. Huyo akawa anaondoka, hakutaka kuulizwa sala na mtu mwenye kuzua katika dini, mwenye kufanya kejeli na inadi katika dini. Lau kama angekuwa ni sahibul bid'ah lakini hafanyi inadi, hafanyi inda, kwa maana haelewi, yanazua lakini haelewi, basi ayuba sakhtiani angemsikiliza. Hapa ifahamiki vizuri, angemsikiliza, kwa sababu katika miongoni mwa kawaida au akida na misingi ya ahlus sunna wal jamaa kwamba hawasikilizi watu bida wale ambao wenye kufanya inadi na inda na kijeli katika Uislamu. Ama itakapokuwa watu wenye kuzua katika dini wasiofahamu, ni wajinga waelewe kitu katika dini, basi nafaa kuwasikiliza ili kuwapa jawabu nzuri na kuongoza. Lakini kwa watu ambao wenye kufahamu ukweli, wenye kujua ukweli lakini wafanya in, inda na inadi, basi naam watu wao inafaa kuwapuuza na kutuwasikiliza. Ndio huyo alimpuuza akawa kamwambia eh,

u kisha akasema hakadha likuli muftarin, na udhalifu ni kwa mtu yote mwenye kuzua katika duni, katika dini na anapata idlal. Wa kana yusama ashabu alahwa, khawarij walikuwa kuitwa watu watu wenye kufuata matamanio watu wazushi, walikuwa kuitwa khawarij. Wa yakulu alikuwa akisema Ayuba Saktiyani, inna al-khawarij ikhtilafu fil ismi wa jitama wala saifi Mahawariji wamekhtalifiana katika majina, majina yao yako mbalimbali mbali au mbali, mitafitiana katika majina mahawariji na majina mbali mbali, lakini wajitama wala saifi wamewafikiana pamoja juu ya jambo la kuwapiga vita eh, maulama na kuwapiga vita watawala, kuwapiga vita watawala na kuwataji vibaya watawa, watawala na ku, na kuwa ku, ku, ku fedhehesha watawala, amama nasi mbele ya watu. Wajitama wala saifi wamewafikiana juu ya kuwapiga vita watawala eh, na kutumia upanga. Wani Ibn Uyayna na kutoka kwa Ibn Uyayna amesema qala Ayub amesema Ayub, inna la yablughuni mauta rajul min ali sunna li suna fakanna ma yaskutu udhun, udhun, udhun min a'dahi. Hakika nafikia mimi habari ya kifo cha mtu katika watu wa Sunna, napata habari mimi kwamba kuna mtu mmoja miongoni mwa watu wa Sunna umekufa, basi kama kwamba kiungo changu kimoja

E, na tano kadhalika, jarhu wa taadili e, juzuu ya kwanza sifa tano kadhalika, mashahir ulama ila msar ibn Hibana Albusti e, sa ukrasa 1173 kadhalika, tabakatu Shirazi saifa ya 79 kadhalika, ansabu li Sam'ani, Imam Sam'ani Abu Sadi juzu ya 7 saifa 53 saifa 53, kadhalika kitabu tahdhibu al kamal al Mizi juzu ya 3 saifa 457 kadhalika siyaru al-a'lami nubala juzu ya sita sahifa 15 mpaka 26. Kadhalika tadhkiratul huffaz limam dhabi juzu ya 1 sahifa 130. Kadhalika alkitabu an ibaru juzu ya 1 sahifa 172. Hiyo ndio historia kwa ufupi sana ya Imam Ayuba Sakhtiani min sigari tabiin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tufikia hapa inshallah, na tutakuja kuangalia historia na mwanachuo mwingine katika miongoni wa maulama